Katika mambo ambayo mimi yananipa matumaini na faraja kwake ni ujasiri wake wa kusimama mbele ya Wazanzibari akawaambia kwamba atawajibika kwao, na nataka niwaambie ndugu zangu, hakuna jambo muhimu kushinda uwajibikaji ya, ya wale ambayo mnawachagua kuwapa dhamana ya kusimamia na kuendesha shughuli zenu. Hivi sasa kuna tabaka la watawala na wanaotawaliwa. Misingi alotuachia Maalim Seif marehemu, kwa namna alivyoishi maisha yake matamshi yake na vitendo vyake, kwamba viongozi wanapaswa kuwa watumishi wa watu, sio watawala wa watu.